Mzozo wa DRC, uh, M23 yajitoa mazungumzo ya amani ya Angola. Ni Jimson Natson tena kwenye habari za kimataifa na hii ni Clouds Digital. Kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limetangaza kuwa halitashiriki tena katika mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika leo mjini Luanda, Angola. Awali, kundi hilo lilithibitisha kuwa litahudhuria kwenye mazungumzo hayo ya kwanza ya ana kwa ana pamoja na serikali ya Kongo ambayo yenyewe inasema itahudhuria mkutano huo wa Rwanda unaosimamiwa na Angola. Kujiondoa kwa M23 katika mazungumzo hayo kumekuja baada ya Umoja wa Ulaya kuweka vikwazo kwa uongozi wake na makamanda wa jeshi la Rwanda. Katika taarifa yake kwenye mtandao wa X msemaji wa kundi hilo, Lawrence Kanyuka, aliandika, vikwazo vilivyowekwa kwa wanachama wetu vinaathiri kwa dhati mazungumzo ya moja kwa moja na kuzuia maendeleo yoyote, Kanyuka alisema, akiongeza kuwa kwa sababu hizo, M23 haiwezi kushiriki tena katika majadiliano. Mapema siku ya Jumatatu, Kanyuka aliripoti kuwa wajumbe wa M23 walikuwa wameshakwenda katika mji mkuu wa Angola Luanda. Wakati M23 wakisusia ujumbe unaoiwakilisha DRC huko Luanda tayari kwa mazungumzo. Msemaji wa rais wa DRC Felix Tshisekedi aliliambia shirika la AP na kunukuliwa na Al Jazeera kwamba wenyewe watashiriki mazungumzo. M23 ni mojawapo ya makundi yapatayo mia moja yenye silaha ambayo yamekuwa yakigombea eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa DRC karibu na mpaka wa Rwanda. Mzozo huo umezua mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani ambapo zaidi ya watu milioni 7 wameyakimbia makazi yao huku watu elfu saba wakiripotiwa kufariki tangu mwanzoni mwa mwaka huu, M23 inaungwa mkono na takriban wanajeshi elfu nne kutoka Rwanda kulingana na Umoja wa Mataifa, lakini Rwanda inasema kuwa vikosi vyake vinafanya kazi kujilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wanaoishambulia Kigali. Ikulu ya Angola ilitangaza kwa mara ya kwanza mipango ya mazungumzo hayo Machi 11 baada ya mazungumzo na Rais Felix Chisekedi. Jina langu naitwa Jimson Natson, na hii ni Clouds Digital.